Watazamaji wapenzi wa, wa FiziNews 24 ni muda wenu mzuri wa nyinyi kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almas. Tegaskio ni pemacho, karibu. Tuanzie na uko Uvira ambako watu watatu kufariki na mwingine mmoja kujeruhiwa vikali pamoja na bidhaa mbalimbali na pesa kupelekwa. Hao ndiyo matokeo ya vitendo vya uporaji vilivyoripotiwa kwa mfululizo siku ya tano usiku, siku Wigiru, nayo ndani ya muji wa Uvira kwake mwanasheria Chako Changbon Ane, mmoja kati ya malairia wa kijamii mjini Uvira, amekemea kwa hali ya juu kitendo hicho, pia namna raia wa Uvira wanaendelea kuuawa bila hatia yoyote, kama alivyoeleza hapa kwenye TV yako kuwa, akitoa picha alisi ya namna hali ilivyokuwa. Ya kwanza kuna kiosk ya Jene mwenye banaita kuungua ambayo imeporwa na watu wenye kushikilia silaha wasiojulikana telefoni nyingi za watu ambazo alikuwa na charge pale na pesa ambazo walikuwa wanalipa na akiuzisha mainiti na vinywaji mbalimbali zilipelekwa na wale wa rugharugha. Mwa hiyo hiyo wakati wale wa rugharugha walikimbia na bala la rondo wakianza kuwatafuta, bahati mbaya hawakuwaona ama hawakupatikana mwa hizo hizo saa tu watu wengine wenye kushikilia bombe walipita mnamo aveni matadi ya kwanza pembeni tu ya kwangu, na hapo wamefanya kitendo ki, kibaya zaidi. Hiyo ndiyo shida ya pili. Kuna baba wanamuita Kinyungu, watu wengi wanazoea kumuita kwa jina la papa Sange, ni mfanyabiashara mkubwa ndani ya vile ya Uvira kwa sababu naye haiko na mezur ya kuuzisha na, na, na manguo lakini pia anakuwa na farmasi kubwa sana katika vile ya Uvira ambayo inaitwa Sanjefar na, na wamempiga bombe. Alikuwa nakaa tu kwenye mlango wake wa lupango, walimpiga bombe na hiyo bombe ika- ikaua ule baba pale pale, pale lakini pia ikaumiza mwingine mama na kijana bahati mbaya huyo mama naye amefariki leo kwenye hopital ya dokter Gilen, na huyo kijana wa miaka karibuni makumi mbili na zaidi ndo mwenye iko saizi kwenye hopital general referance ya hapa kwetu Uvira. Utaelewa kwamba watu wawili ndo wameshafariki, baba Tange Kinyungu na huyo mama mzee wa miaka makumi saba na zaidi na kijana huyo kwa sasa ni ni, ni ni mgonjwa kwenye hospitali ya general. Hizo ndiyo shida mbili kubwa ambazo zimepisikana katika kartie Mulongwe, komine ya Mulongwe zile ya Uvira. Pamoja nayo chako changu ameongeza kuwa kuzagaa kwa silaha na vyombo vingine vya kuumiza ndio chanzo zaidi cha mauaji mjini Uvira. Kweli hatujui hoteli mwenye amefanya kile kitendo, lakini kisha mzee kufariki, waservisi maservisi ya security zote zimewasili pale na wadeplore kitendo kama na hicho kinafanyika ndani ya karte generali ya wakubwa wa wazalendo wanapotekaza katika vile ya Uvira. Mtangazaji: wazalendo wako, majeshi wako, walalarondo wako, lakini bunduki ni nyingi sana mwa mikono ya watu, mabomu ni mingi sana mwa mikono ya watu, visu ni vingi sana mwa mikono ya watu, na hiyo ni chanzo cha kwanza inafanya kwamba usalama hurudi kuwa mdogo. Lakini pia mareglema de kote ziko mingi katika vile ya Uvira, watu wanajishikilia sheria mikononi mwao wanalipisha kisasi, hiyo nayo nyingine shida. Lakini kuambie pia, kuna mwingine metre ya mvuka mwenyewe amepigwa masasi usiku wa kucha leo, metre kaasha naye amepigwa masasi mana tumesaidia sa katika vile ya Uvira. Jana watu watatu wamepigwa wamekufa, na mmoja iko ndani ya, ya matiti ambayo ni wekijana. Sasa hivi watu wanajiuliza nini ya kufanya. Mwanasheria amekutwa ndani ya nyumba yake na ndipo amempiga masase pale pale kwenye mgongo na akafariki pale pale. Mpaka hatujue nani mwenyewe amemuua, kisa ni gani? Manake confusion total, hatujui nani atalinda watu katika vile ya Uvira, Mungu mwenyewe wa mbinguni. Sababu maservisi ya sekurite zimeonyesha imite zayo, asipide ya watu sahizi ni kufunga vinywa kwa sababu haujui nani adui nani siokuwa adui. Ya pili, watu wana- wanaachia maisha yao mkono ya Mungu juu hatujui nani analinda nani na nani ambazo atikamkimbilia. Ni kweli kwamba wazalendo wanafanya kazi, FRDC anafanya kazi, walarondo wanafanya kazi, ila mafa yanazidi kuwa mengi, na ndio shida ambayo tuko nayo katika vile ya Uvira. Kila mtu iko depase, si sababu hali si nzuri. Huko Kasaba ni kwamba shirika la raia mwambao maziwa Tanganyika limeomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kwa ajili ya na msaada wa wango wa mafuriko ya mto wa kijiji cha Kasaba yaliyosababisha maafa ya watu na vitu vingi kuharibika. Akizungumza na TV yako bwana Shabalei Shabani Banekwa, koordineto wa shirika la raia mwambao maziwa Tanganyika, amesema kuwa kwa sasa wangao wanaishi maisha magumu kwa ukosefu wa chakula, mavazi, sehemu ya kulala na mengineyo. Kwanza niseme nitashukuru kwa serikali ya mkoa eh, serikali yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa juhudi ambao wameifanya kwa kwenda kulia pamoja na watu wa Kasaba. Maisha kwa sasa hivi ni mbaya, kwa sababu eh, wakati kunapokuja tena mvua kianza nyesha, watu huwa wanakimbia kabisa, na maana wanakuwa eh, akili zao haziko sawa kwa kile ambacho kilichopita pale. Kwa hiyo maisha ya pale ya watu kunakuwa na matatizo mengi. Hali kwanza ya njaa iko mingi. Kuna watu ambao wamebaki uchi, walitegemea kupewa nguo na mtu kama vile jirani, maana yake vitu vyote vinaenda, anabakia yeye mtu kwenda kuchukuliwa kwenye bahari. Hakujawa kabisa shirika yoyote ambayo imeshakuja na msaada kwa kuwasaidia au serikali kutoa kitu ambacho kimeonekana tofauti na wale ambao waliopata majeraha kuna mbunge e, thi ndo walisaidia watu tano kuwatosha pale kasaba kuwaingiza katika hospitali ya hapa Baraka hospitali ya MSF hivi wako hapa wako natunzwa hapa lakini kwa wale wakaaji ambao wanaishi pale Kasaba hawajapata hata kitu chochote. Labda niseme jinsi mpango huu ambao serikali ya mkoa pamoja na, sere, na viongozi wengine kutoka katika serikali kuu, labda pale kunaweza kuwa kitu kenyewe, wanaweza wakaacha kwa wale watu, lakini niseme kwamba bado watu, watu wako na matatizo pia. Naweza sema kwamba kuna wale ambao majeruhi makumi saba na tano ambao wako manyumbani waliojeruhiwa pale wanakosa matunzo. Kuna wale ambao wanaanza tapika damu kwa sasa hivi juu ya kukosa pesa. Ningetoa wito kwa watenda mema wale ambao wanaweza sikia hii sauti kusema kwamba tusaidiane kwa wale watu kushuka katika mahospitali ambao wanaweza wakapata matunzo mazuri. Wakaaji wana wito, wanaomba mashirika makubwa, madogo, watu watenda mema wawasaidie kwa sababu nyumba zimevunjika na njaa iko mingi, na vitu vimeenda vyote, kwa wale ambao wali walipata majeraha, na kwa wale ambao waliokufa na wale ambao wamebaki kuwa hai e, nawaza upande wa Baraka, tulifika na wale watu hapa jana, na matunzo kabisa iko chini. Walituambia kwamba tangi yapo hii janga la kuvamiwa kwa Kongo, mpaka sasa hivi madawa iko chini sana na hii inakuwa kama vile watu sisi wenyewe tujifanyie gharama. Tunashukuru Mungu kwa kuamka leo, kunakuwa na kanafuu kidogo, lakini bado matunzo iko chini sana. Na alipoulizwa ikiwa chanzo kikubwa cha mafuriko hayo ni nini hasa, kulingana na tathmini yao, Shabalei Shabani amejibu yafuatayo kwenye TV yako. Ndiyo, unajua tukio linapotokea inafanya watu kupata akili nyingine ya kuwaza na kuwazua lakini hakuna mwenye anaweza kuwa na udhibitisho kabisa kusema hiki ndo sababu ya huu mto. Lakini tuseme kwamba mvua zilinyesha za kutosha. Wakati mvua zilinyesha za kutosha, ule mtu kule juu kulimomonyoka e, vipande vya milima ikawa kama vinafunga mto. Sasa wakati ulifunga ile mto, huku ikaanza fanini, ikaanza kuvimba. Sasa maji wakati ilipata mwanya, ndo ikatoka sasa na nguvu hiyo, ndo tasimini yetu ikatoka na nguvu majiwe nini ikashuka kabisa, lakini kusema kwamba ni kitu kingine tofauti na hicho hatuwezi sema hivi, ee. Na mto wenyewe ni, ni kama vile ni ajabu, ukiona kwa, kwa sura Utasema, hapana haiwezi kufanya hivyo na haiwezi yu kufika huko lakini kwenye kulipitia mtu na kwenye anapitaka mpaka sasa hivi utasema inatumwa. Ukiangalia, hayo si mafuriko ya kwanza kuweza kutokea katika mwambao maziwa Tanganyika, katika vijiji ambavyo vinapatikana kule. Nyinyi kama shirika la raia, kipi ambacho mnachakuambia raia sasa wa vijiji vya kule ambao wanakuwa wanaishi pembezoni mwa mito? Ndio, sisi tunahamasisha sana watu kuto kujenga karibu ya mito. Unajua, migini yetu ya huko juu iko kama vile ni migini ambayo inawekwa na uvuvi, na mara nyingi wavuvi huwa wanapenda kujenga harakaharaka kulingana nini na majira yale ambayo wameikuta pale. Sasa wanapojenga tu ovyoovyo, hiyo inaleta matatizo ya mingi sana, sababu mto, wazee wetu walisema kwamba kwenye mto inapita, usijogelee pale kufanya nini, kujenga, sababu kuna mwaka tu ule mtu anakuwa anatomboka. Sasa sisi watu wa sasa hivi huwa hatushikilie sana maneno ya wazee unapoambiwa usijenge hapo, yeye anaona kama una, una mkosesha, alikuwa anapenda. Lakini kiukweli kujenga kwetu ni kwa mbaya, na hata kama mto mwingine unaweza ukatokea, kunaweza kutokea maafa tena zaidi yayo. Na ndio maana tunahamasisha sana watu ambao wamejenga kwenye mtambazo wa Tanganyika waanze panda milimani, njia za mto kuwa wazi, kuacha eneo ya Tanganyika kuwa wazi. Hiyo itasaidia kuepukana na majanga kama nayo na huko Baraka, mji ambao wanapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mkoa wa Kivu ya Kusini, ni kwamba kamati ya watu waishio na ulemavu Baraka Fizi imesema kushukuru shirika la nyumbani ya Jepari kwa kujenga kituo cha matibabu ya watu wenye kuwa na ulemavu pakikwena manispa Kalunja mjini Baraka. Kyalondagwa Mupenda le baba ni kiongozi wa muundo huo watu wenye kuwa na ulemavu. Amesema hatua iliyochukuliwa na shirika la Jepad ni yenye umuhimu zaidi, hasa ukilinganisha na vile walikuwa wakisumbuka kwa wao kufika kwenye vituo vya afya ele kupata matibabu. Sisi kama vile viongozi wa watu wanaoishi na ulemavu tunapongeza kwanza hiyo muradi ambao iko inatekelezwa na shirika la Jepade ndani ya vile yetu ya Baraka ile muradi tunasema kwamba ni muradi wetu sisi walemavu. Ukiangalia hapo mbele, ndugu mtangazaji, mlemavu alikuwa iko na matatizo mingi sana hapa kwetu tarafani Fizi. Hapo zamani kwa mlemavu kupata vifaa ya kutembelea, alikuwa anafanya masafa marefu, anatoka hapa Fizi anaenda Kamituga, kuna wengine wanaenda Goma, wengine wanaenda Bukavu, na wale ambao walikuwa wakisafiri machache wanafika kusantre Betani Uvira na leo tunasema kama Mungu anasikia maombi ya sisi walemavu na ndio maana tunapongeza sana shirika ya Jepade kwa ile mawazo ambao waliwaza kwa ajili ya kufanya muradi wa kuangalia namna gani wanaweza kujenga kituo cha afya ambao kitahusika na walemavu huku kwetu tarafani Fizi. Nawaza kwamba hiyo kijiji ya Kikwena itakuwa inatupokea sisi walemavu wa kutoka kwanza tarafa letu lote la Fizi na hata zingine maeneo tofauti tofauti ndani ya nchi yetu, wakifata hiyo matibabu ambao watakuwa wiko wanafanya hapo kwa mji wa Kikwena. Ujumbe wangu ni kusema kwamba wandugu ambao wanapewa hiyo muradi wa kujenga na waza kuko mezo yenye walikamata kwa ajili ya kufanya hiyo muradi waifanye kwa makini na pia ujumbe wengine ni ku serikali yetu wala mea yetu ya Baraka waitekeleze vizuri, ili wandugu zetu waendelee kupata matibabu hapa kwetu Baraka, na haiko tu kwa watu ambao wanaishi na ulemavu. Tunayua kituo ile itakuwa na manufaa kwa hata wale ambao hawana ulemavu, kwa kuwa kutakuwa mambo mengi ambayo itakuwa ikifanyika pale, na italeta manufaa kwa raia wote nzima wa tarafa la Fizi na wainchi yetu yote nzima. Na mwisho wetu tumalizie na habari zingine ambako Tarehe 17 Mei, siku ya kiraifa kusherekea vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, ikiwa inakumbusha uhuru hasa kwa utetezi wa henzi ya nchi, alisema Juma, moja kati ya wanaharakati wa shirika la kiraia Namnuku. Siku hii inakumbusha enzi kuu, haki na hazi hazipewi kamwe nafasi, lakini zimetokana na majeshi kujitolea katika kipindi hiki muhimu cha historia yetu. Wakati mashariki mwa nchi yetu wanapitia wakati mgumu sana, tunatoa heshima kwa askari wetu mashujaa alisema Yori Richard Kamanga, mkurugenzi wa shirika linalohusiana na mara ya mshikamano wa kijamii na amani kwa umoja wa mashirika za kiraia kwa maendeleo barani Afrika COSDA RDC kwa ufupi. Mwanaharakati wa shirika la raia aliendelea kusema kwamba askari wetu mara nyingi hubeba uzito wa usalama wetu. Kwa familia zao, tunaelezea utambuzi wetu wa kina na mshikamano wetu usiotetereka haliweza kuongeza yo wakari akisisitiza kwamba Mei 17 sio tu tarehe rahisi, ni ishara ya ujasiri kuambatana na kuwa na tumaini kwa taifa letu la Kongo. Vilevile vile aliendelea kusema kwamba leo ni zaidi ya hapo zamani, DRC inahitaji jeshi la jamhuri lenye nguvu katika vitendo vyake, mfano katika maadili yake, lenye kuwa na uchungu na kinga ya mazingira na kuwekwa katika maono ya amani ya kudumu. Aliongeza kusema hayo bwana Kamanga. Tukumbushe kuwa akiwa kama mtaalamu katika masuala ya kijinsia na usimamizi wa migogoro, Richard Kamanga pia ameomba kuanzishwa kwa jeshi lenye uwezo wa kuimarisha mshikamano wa kijamii na kujenga utamaduni na mazungumuzo. Kwa upande wake, hizi ni nguzo za mabadiliko ya kijamii katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Usisahau ku like kushare na kusubscribe, ili kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. bye bye. Fizi News 24. Fizi News 24, Fizi News 24. Jambo cha habari kwa muda sahi. Média d'information en temps réel.